Naam, bwana moja kwa moja Mwijaku ameingilia kati hili sakata ambalo ambayo linamhusu Zailisa ambapo kwa mujibu wa Mwijaku bwana ameweka katika ukurasa wake wa Twitter lakini pia vile vile katika ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba e, wewe kweli wa kumsema bosi wangu ne? Maana tunafahamu kwamba katika zile voice ambazo zilikuwa zimevuja, tunakumbuka kwamba e, Mwijaku tunakumbuka kwamba Manara Mula alisema watu wengi, alimsema Diamond alimsema Alikiba akamsema wale wazee wa GSM na watu wengine kibao. Eh, Alikiba anafanya kazi katika, sorry, kazi katika media ya Alikiba ya Crown pale. Kwa hiyo sasa, Mwijaku amekuja kulivalia njuga hilo swala ameandika kwamba wewe kumsema bosi wangu huna haya hata kidogo na kodi unalipiwa lakini ndo hao unawasengenya. Nitashangaa sana kama utaendelea kuitangaza GSM Home. Umemvua nguo mke wa bosi hadharani. Da, je, ni kweli uoya alipewa, alipewa dola elfu hamsini? Je, mke wa bosi wako atajisikiaje? Wewe ni adui eh. Huyo ni Mwijaku ameandika hivyo kuhusiana na inshu ya ya Manara kuwasema baadhi ya mabosi ambao pia ni mabosi wa Mwijaku. Tunafahamu kwamba amemsema Alikiba na watu wa GSM wote, wale ni watu ambao pia Mwijaku anafanya nao kazi kama mabosi wake. So, kachana na hivyo pia vilevile vile, eh, Mwijaku kuishia hapo, ameonekana akiwa yuko na Zailisa, na akawa pia vilevile anamtupia vile vijembe Manara kwa kile ambacho kinachoendelea.